Ni Zawadi Machibya na kusalimu tena nikikukaribisha katika kipindi chetu ama katika tafakari ya neno la Mungu ambayo tunaipata kila inapoitwa. Leo tafakari ya neno la Mungu inatoka kwa mchungaji Chris ambaye ndio ameiandaa na leo basi ni Aprili sur, eh, 4, elfu mbili ishirini na tano. Ni siku ya nne ya mwezi wa Aprili elfu mbili ishirini na tano. Ujumbe wetu leo unasema kuna faida katika kazi zote. Kuna faida katika kazi zote. Neno la msingi ni kutoka kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 23, nalo linasema katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Katika ufafanuzi wa tafakari ya leo, mchungaji Chris anasema mstari wa ufunguzi unatoa tofauti kubwa kati ya kufanya kazi kwa bidii kuwa mchapakazi na uvivu au maneno matupu yasiyo na matokeo. Msema maneno matupu au mtu mvivu huishia kuwa fukara masikini kupindukia. Neno ufukara ni kuwa zaidi ya masikini, usiye na kitu, muhitaji. Andiko katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa ishirini na tatu, tafsiri bibilia ya, ya, ya tafsiri ya CEV linasema hivi Bidii ya kazi ina faida, lakini mazungumzo matupu yatakufanya kuwa masikini. Watu wanaofanya kazi kwa bidii hupokea kitu kwa juhudi zao. Bidii yao ya kazi huleta matokeo, lakini wapo wanaojihusisha na maneno yasiyoisha. Wanakosoa kila kitu, wanajua nini serikali, gavana, meya na hata rais anachopaswa kufanya. Wana maoni juu ya kila somo lakini wao wenyewe hawafanyi chochote. Biblia iko wazi juu ya watu kama hao. Maneno yao matupu pasipo matendo mahususi yatasababisha ufukara na umasikini. Wazungumzaji wavivu wanaweza kuonekana kuwa wenye ufahamu na wanaweza kushawishi, lakini maneno yao hayana thamani. Si ajabu neno linasisitiza umuhimu wa kuwa na bidii na kuonya dhidi ya uvivu. Mithali sura ya kumi mstari wa nne hadi watano inasema hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Katika Mithali sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na nne inazidi kutofautisha kati ya mwenye bidii yaani, mchapakazi na mtu mvivu. Inasema hivi, mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Hata hivyo, mpango wa Mungu kwako ni zaidi ya kufanya kazi kwa bidii ili kuepuka ufukara. Badala yake, ni wewe kufanikiwa katika kila eneo la maisha yako anaeleza hili wazi wazi katika waraka watatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili akisema "Mpenzi, na tamani ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo." Hii ndiyo shauku ya Mungu kwako, kutaka ufanikiwe vilivyo katika kila nyanja ya maisha yako, kiroho, kifedha, mali na kimwili. Hivyo chagua kuwa na tija. Shiriki kwa bidii katika kazi au biashara yako na katika kile alichokuitia Mungu. Jiunganishe na maono ya Mungu ya mafanikio, kutumia hekima na bidii katika shughuli zako, na kwa sababu Mungu anafurahia mafanikio yako, atabariki kazi yako na kukufanya utembee katika wingi na upaji usioisha. Mungu asifiwe. Maombi. Mpendwa Baba asante kwa hekima ya neno lako inayoniongoza katika njia ya ufanisi na ustawi. Kama msimamizi mwenye bidii na mwenye tija, kazi zangu zimebarikiwa na zi, ninafanikiwa katika kila eneo la maisha yangu kama vile roho yangu inavyofanikiwa. Ninafurahia ustawi na wingi usio na mwisho katika jina la Yesu, amina. Basi, masomo zaidi. E, katika somo la leo tunayapata kutoka kitabu cha Mithali sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na nne kitabu cha Mhubiri sura ya tisa mstari wa kumi na Zaburi sura ya kwanza mstari wa tatu Ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe wa leo. Kama una swali, labda unahitaji ufafanuzi au unataka kujiunga na watu wengi kote duniani ambao kwa sasa wanafadhili Injili ili iweze kufikia kila mtu basi usisite kuwasiliana nasi tuandikie au tupigie katika namba hii alama kujumlisha mbili tano, tano, saba, sita, sita, nne nne nne tisa tisa sita. Mungu akubariki.